Manaake tuko hapa sasa, najua Wakenya wengine wako barabarani hapa na pale. na pale, na hiyo ni haki ya kila mtu, kwa haki ya kusema, kama mambo hayaendi vizuri unaweza kujitokeza na ukafanya maandamano. Maandamano imehalalishwa na katiba yetu, lakini maandamano yanataka kifanyika kwa njia ya amani. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano miaka miwili iliyopita na tulikuwa tunasema tunataka kufanya maandamano ya amani, lakini ubani ya kwamba tulipokuwa tukitoka namna hii, tear gas, tear gas inapigwa kwetu. Sasa sikia kesikia namna hii, vijana vile wanaanza kurusha mawe. Tunataka tuache mambo kama haya, mnaona ka, nchi zingine kama kule Marekani kule Ulaya kule Ufaransa, maandamano yanafanyika kila mara. Juzi Israel ilipopiga Iran kulikuwa na maandamano London, New York, Paris, hata Tokyo, lakini wanakwenda wanawaambia polisi tutafanya maandamano, wanakubaliana na polisi, maandamano itatoka hapa mpaka pale, kutoka saa hii hadi saa hii. Ikikwisha pale wanatoa eh, matamshi yao pale, alafu wanatoka.